Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Kuna sheitani anaitwa Amirul Baiti. Uh, sheitani huyu mara nyingi sana anakuwa tunaishi naye katika majumba haya tunayoishi, na mara nyingi sheitani huyu anapenda kufata tabia za wale watu wa ndani n yani, mkiwa wema na yeye anakuwa mwema, lakini mkiwa waovu, naye mara nyingi anakuwa muovu. Sasa sheitani huyu mara nyingi sana anapenda kuleta uchonganishi baina ya wanandoa ni baina ya mume na baina ya mke. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona ndoa yako inayumba ama e, mume wako hakusikilizi ama mke wako hakusikilizi, ugomvi ndani ya nyumba unakuwa ni mkubwa kupita kiasi, yani kifupi unakuwa hamna maelewano, muda wote nyinyi mnagombana. Mkitizama zile sababu ambazo mnazogombania, mnakuja kuona mbona ni sababu ndogo, hazina kichwa wala hazina miguu, yani kuna baadhi ya sababu mnaona a mbona sababu hii ni sababu ya kuvumilika au mbona jambo hili ni jambo la mtu kumvumilia mwenzake, lakini pale linapotokea, unajikuta ile subira ya kuivumilia ile kitu wewe unakuwa hauna. Una, unakuwa uko moto, unakuwa uko na jazba, unakuwa uko yani, yani hujielewi kwa namna moja ama nyingine. Sasa wakati mwingine vitu kama hivi vinaweza vikapelekea mpaka ukuta ma, mapenzi ile baina ya mume na mke ile mapenzi inakuwa ina, inakwisha. Wakati mwingine, hali hizi zinakuwa zinachochewa zinachochewana na huyu shetani sasa. Watu wengi huwa hawajui, wa wanakimbilia huenda tumerogwa, au kuna watu wanatufanyia husda, au kuna watu wanatufanyia mambo mabaya ili ndoa yangu iweze kuyumba, niweze kuachana na mume wangu na mapenzi yatoke. Lakini watu wengine hujitahidi pia mpaka kwenda kufanya dua mbalimbali, ama kuchukua dawa, mtu mwingine kutumia kwa ajili ya kumtuliza huyo mwanaume wake. Lakini anakuwa, anakuwa, ana, wakati kuna, kuna jambo ambao unaweza ya mume na mke peke yake, bali hata watoto na wazazi e, au wale watu mnaishi katika nyumba yenu ile nyinyi kila siku mnapigana, yani kila siku mnatoleana maneno, kila siku mnagombana, huyu wa mkubwa hamsikilizi mdogo, wala mdogo hamsikilizi mkubwa, huyu hamheshimu huyu, wala huyu hamheshimu mwenzake. Basi ili mradi tu pale inakuwa ni majanga na mabalaa na mitihani. Sasa mpaka mtu anajiuliza hii hii inakuwa nini? Mbona hivi kila siku, sisi, tatizo nini? Wakati mwingine ndugu yangu, huyu Amirul Bait anakuwa anachonganisha baina yenu nyinyi, eh, umeona, baina mume na mke au baina nani? sasa nini unachotakiwa kufanya kama sasa ndoa yako labda ndani na migogoro, mume akupendi tena mapenzi me, unaona kabisa hapa, mume wangu mimi mapenzi imeisha, hana time na mimi yani, anaishi na wewe kama ilimradi tu yani, mtu unajua hana namna yani, hana jinsi ile mahaba na mapenzi na maskini na Mungu, unajitahidi kuweka kila kitu sawa, unapambana lakini unaona kabisa hapa, mume wangu mambo yameisha. Leo mimi nitakupa moja katika njia mujarab sana. Unajua nini? tafuta udi eh, unaona, tafuta udi mfano kama huu ninaokuonesha hapa, unaona udi, unaona udi eh? tafuta udi kama huu Eh? ukishaupata huu udi sawa eh? udi kama huu ukishaupata, Insha Allahul Karim. Udi pia unaweza waf... kuna, kuna visomo unayofanyiwa huu ni udil mahabba, udul mahabba, udi wa kuleta mapenzi, udi wa kurudisha mahaba baina ya mume na mke. Hauna haja ya kumwekea limbwata mume wako wala haina haja kwenda kumroga mume wako. Kuna baadhi ya vitu vidogo kama hivi unaweza ukaviona ukakidharau, lakini kinaweza kikakupa matokeo makubwa sana katika mambo masuala unayoyataka na masuala unayokusudia. Sasa huu udi unafanyaje? Unachukua udi wako kama huu. Ukishachukua udi kama huu, nisikilize kwa makini. Kishachukua udi zako kama huu, huu unausomea Eh, angalia mimi ninavyofanya inshallah. Unaweza kuchukua kodi kama huu na usogeza karibu ya mdomo wako hapa: a'udhu billahi minashaitani rajim wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Alafu naupulizia kama una unautemea vimate hivi, una unarudia tena: wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim, alafu kama unautemetemea vimate hivi. Kwa hiyo hii unaweza ukaona isoma hii aya mara saba asubuhi, unausomea udi mara saba asubuhi, kisha usomea, unauchoma udi wako pale, unaunguza upap, alafu unautungika sehemu ile harufu sasa. Faida ya huu udi, umeona faida inayopatikana. Cha kwanza kabisa, udi unapokuwa umeuchoma na ukausomea hii miongoni mwa faida kubwa kabisa utakazozipata, cha kwanza kabisa, harufu ya uhudi inafukuza, inamweka mbali yule amirul baiti, inamnyima nguvu yule amirul baiti ambaye analeta uchonganishi baina ya mume na mke, anaondosha mapenzi baina ya mume na mke, inamnyima nguvu, inam Inamshusha chini anakuwa hawezi. Lakini ya pili hii, hutengeneza mahaba, hurudisha mahaba, hutengeneza mapenzi baina yako na baina mume. Ile harufu nzuri inayotoka pale, ule ile kule kunukia, kuna kutoka pale, insha al Maula jalla jalaluhu, kunaleta faida kubwa kabisa pale kwa insha Allahul Karim. Tafuta hii ndugu yangu Muislamu, udi kama huu, alafu ufanyie, soma hiyo aya, inasema, wa allafa baina qulubihim

unausomea mara saba unafanya hivyo mara saba asubuhi, unachoma unausomea, una tena mara saba juu. Uh, unaweza ukachoma mara mbili, yani asubuhi ukachoma nusu na jioni pia ukachoma nusu. Nyumba yako utaona inanukia, mapenzi yataanza kurudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na wewe mwenyewe utashangaa. Unajua kuna baadhi ya matatizo unaweza kuona wewe ni tatizo kubwa, labda ni tatizo, kumbe ni tatizo dogo tu ambalo linaondoka kwa wepesi, kwa wepesi, kwa wepesi. Tafuta uudi inshallah na kio. Kama hauwezi kupata uudi, basi inshallah wasiliana na mimi, biidhnillahil karimu, nitakuelekeza namna gani ya kupata, au naweza mimi mwenyewe nikakupatia mimi pia ninazo udi hizi ni ninazo nyingi, inshallah taala, na kuna zile ambazo tayari pia tumezifanyia kisomo, tumefanyia kisomo kikubwa kwa ajili ya kuwasaidia watu. Lengo letu, nia na makusudio ni kuwasaidia watu wenye matatizo, watu wenye shida, watu wenye dhiki, na hasa kuwa kuwaondosha watu katika matibabu yasiyofaa, matibabu ya shirki. Mtu tunaona anaenda kufanya mambo yasiyofaa, mambo mazito. Mwenye mume wake akampambania muda mrefu, mume ndio hivyo, aelewi wanaume. Mwingine anakuta mwanaume mekashashikika na mwanamke mwingine wa nje, analishwa madawa. Wallahi vitu kama hivi ni vidogo, naza ukaviona vidogo lakini vina, vina matokeo makubwa, makubwa sana. wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Hata kama mzazi una watoto wako, watoto hawakusikii, watoto hawakusaidii uwezo wanao, hata watoto kukusaidia hawakusaidii, wanakuona wewe mbaya. Wallahi washa udi, ile harufu ile inakupiga, harufu ile inakupata, utaona udi unaleta mapenzi sana, ndugu yangu mapenzi ile kupendwa na watu watu wakupende, eh, watu waku, waku, wakufurahikie wa kuleta eh, eh, wa kwa, kwa, kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia katika ndoa yako, tumia kwa ajili ya watoto wako, tumia wewe mwenyewe kwa ajili ya kazini kwako. Upendo ufanyaje ulete mahaba, insha Allah jalla jalaluhu. shukran lakum